Hii ni K News. Habari. Katika miaka zaidi ya 30 sisi walimu tumekuwa na chama kinaitwa chama cha walimu Tanzania, CWT. CWT imepoka uhuru wa kujumuika wa walimu, kwa sababu walimu hawaendi CWT kwa free will, wanalazimishwa. Chama cha walimu kinaingia kwenye mishahara ya walimu kama funza anavyoingia kwenye kidole bila hodi, bila taarifa. Kwa miaka zaidi ya sita, wanachama wa chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania wameingiziwa makato ya chama cha walimu CWT bila ridhaa yao. Baadhi walikuwa anakatwa vyama vyote, anakatwa kwenye chama chake Chakamwata, anakatwa na chama ambacho sio chake cha CWT, na baadhi wameondolewa kwa nguvu toka Chakamwata kwenda CWT. Hili jambo tumejaribu kulifanya kwa miaka mingi kulipigania, sasa tunachukua hatua mpya ambayo tunakwenda kwa matendo, tunachukua action. Kuingiza makato kwenye mshahara wa mfanyakazi kinyume cha ridhaa yake ni kosa, tena kosa tena la jinai. Sheria ya ajira na mahusiano kazini kifungu cha ishirini na nane na, na, kinakataza mwajiri kuingiza makato kwenye mshahara wa mfanyakazi bila mshahara huo bila mfanyakazi kuridhia, labda yawe makato ya lazima kisheria kama vile makato labda ya kodi ya PAYE, pay as you earn, kodi ya serikali, lakini mengine lazima mfanyakazi aridhie. Na ukikiuka kifungu hicho chini ya kifungu cha mia moja na mbili ni kosa kwa mfanyakazi kukatwa mshahara wake bila ridhaa akishtaki mahakamani, unalipa faini ya shilingi milioni moja, na mahakama za chini zimepewa kupewa execute kwe kwe, adabu uh, hiyo kwa niaba ya mahakama kuu. Kutokana hayo yaliyotokea, chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania kinachukua hatua zifuatazo. Kwanza, tumeorodhesha mikoa yote na wilaya zote, tuna halmashauri mia moja ishirini na tano nchi nzima katika mikoa ishirini na mitano ni mkoa wa Singida peke yake ambao hauna nongwa yote na CHAKAMWATA. Mikoa mingine yote inanongwa chaka na Chakamwata, na tumeorodhesha pesa ya mwalimu aliyokatwa katika wanachama hao 12231 asilimia moja iliyozidishwa kwenda CWT na asilimia moja achakamwata. Tunakwenda mahakamani kufungua kesi, na kabla ya kufungua kesi, tumeshawapelekea waajiri wote nchi nzima barua za notice of intention to sue, kusudio la kuwashitaki, na wanatakiwa watujibu ndani ya siku 30 na tunawadai jumla ya shilingi bilioni 12 milioni 326 laki 9 na 60 elfu na 571 na, na senti 90. Hizi fedha atakiwa kulipa CWT na watashirikiana na hao waajiri, kwa sababu wanaingia kwenye mishahara ni mwajiri, alafu wanampelekea CWT. Miongozo wa serikali kuu iko wazi. Tuna serikali ngapi Tanzania? Kwa nini serikali kuu itoe maelekezo alafu TAMISEMI ikiuke iki maelekezo Halmashauri kiuko ameelekezwa, kama mwanasheria mkuu wa serikali ametoa mwelekeo solicitors wa halmashauri wanaweza kumkaidi? Ndio maana nchi iendelee, kwa sababu kuna indiscipline kwenye mifumo yetu ya utawala na mifumo yetu ya uongozi katika miaka sita ambayo CHAKAMWATA akikwepo hewani wanachama wa CHAKAMWATA wpatao 1223m bila hiari yao wamepokwa uhuru wao wa kukusanyika kwa hiari, wamenyonganywa uh, michango ya CHAKAMWATA na kuingiziwa michango ya chama cha walimu Tanzania tanzaniact ya asilimia bila ridhaa yao. Kutokana na hayo yaliyotokea Chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania kinachukua hatua zifuatazo. Kwanza, tumeorodhesha mikoa yote na wilaya zote. Tuna halmashauri mia moja ishirini na tano nchi nzima katika mikoa ishirini na mitano Ni mkoa wa Singida peke yake ambao hauna nongwa yote na Chakamwata, mikoa mingine yote ina nongwa na Chakamwata na tumeorodhesha pesa ya mwalimu aliyokatwa katika wanachama hao 12231 asilimia moja, moja iliyozidishwa kwenda CWT na asilimia moja CHAKAMWATA. Tunakwenda mahakamani kufungua kesi, na kabla ya kufungua kesi tumeshawapelekea waajiri wote nchi nzima barua za notice of intention to sue, kusudio la kuwashitaki na wanatakiwa watujibu ndani ya siku 30, na tunawadai jumla ya shilingi bilioni 12 milioni na senti hizi, fedha kulipa CWT na watashirikiana hao waajiri kwa sababu wanaingia kwenye mshahara ni muwajiri, alafu anampelekea wanampelekea, lakini tunawashtaki ni chama cha walimu Tanzania, na hawa wametukimbia mara nyingi sana, wamejaa kwenye na nane zetu tukiitwa bungeni kwenda kujali miswada ya shir walimu wakinusa kwamba Chakamwata wapo huwa hawatokei. Safari hii wameingia kwenye kumi na nane za walimu wa Chakamwata, tunawapeleka mahakamani. Na wanasema nduka la wakala, kama hawajui Kiingereza tutakwenda kuwafundisha Kiingereza mahakamani, kama hawaelewi Kiswahili tutakwenda kuelimisha Kiswahili mahakamani. Sheria hizi ziko wazi sana, hazitaji hata elimu ya form 4 mtu kuzielewa hizi za vyama vya wafanyakazi. Sisi hatua ambayo inafuata sasa ni hatua moja tu, nao ni hatua ya kwenda kumalizana nao mahakamani kwa utaratibu wa kisheria kama sheria inavyoeleza kwa kwa hapa sasa tunasubiri uh, muda wa mwezi mmoja ambapo tumewaandikia tume, tume taarifa hizo anazo, kwamba tunasubiri watujibu madai yote ya michango waliokata kupeleka CWT ndani ya mwezi mmoja. Baada ya hapo, hatua inayofuata ni kwenda mahakamani na sisi tuko tayari. Tunasubiri mwongozo huo baada ya mwezi huu kuisha, majibu ambayo tunatarajia hajapatikana basi hatua inayofuata ni mahakamani na wawe tayari katika hilo sisi tunakata asilimia moja ya mshahara wa, wa mwalimu lakini CWT inakata asilimia mbili ya mshahara wa mtumishi hiyo ni tofauti ya kwanza lakini tofauti ya pili chakamwata mwalimu anapopata matatizo yanayohusiana na kazi yake hususan kwenye masuala ya kisheria chakamwata wako active sana wana handle situation nzima kuanzia ngazi ya wilaya mpaka ngazi ya taifa. Kama kunahitajika usaidizi wowote, utetezi wowote wa kisheria, niliona ni watu ambao wanapigania haki na, na maslahi ya walimu, wapo tayari kutusikiliza walimu wote Tanzania ni wasioajiriwa na wasioajiriwa, wanasikiliza matatizo ya watu wote. Hii ni Knews habari.